Miongoni mwa dawa ambazo ni nzuri sana katika kusafisha mwili au kuosha mwili, basi ni huu mti unajikana kwa jina la meremere, sawa? Au huu mti unajikana kwa jina la metameta meta, kama ninavyoona hapo. Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu watu wa tiba za asili na afya liko bora Leo tumerudisha na kuleta somo hili zuri kabisa, somo ambalo litakuwa ni fupi lakini yenye kueleweka, ni zuri sana. Kuna baadhi ya watu wanauliza swali kwamba huu mti wa mmeremere una faida gani katika matumizi yake ya tiba za asili. Asalam kuleteni somo hili kutokana na faida za huu mti wa mmeremere katika kusafisha mwili. Mti wenyewe asili yake upo kama hivyo, na baadhi ya nyakati unaweza kuwa mkubwa kidogo zaidi ya huo lakini katika mfumo wa huu mti majani yake huwa ni yenye kung'aa au kumetameta, lakini pia huwa anatoa maua yenye asili ya weupe. Maua yake muda mwingine yanaweza kushabihiana na maua ya mchekea, kama nafahamu ta mchekea, maua yake yanakuwa mepeupe fulani hivi. Lakini pia na huu mmeremere maua yake yapo kama hivyo unavyoiona katika mti huo. Sasa kwa mtu ambaye atausafisha mwili akaweka mambo yake sawa tumia kwa kutarajia uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naenda kachuma majani ya huu mti wa mmeremere. Lakini wakati ameenda kuchuma huu mti wa mmeremere, kuna baadhi kumba ya vitu unaanza kufanya kama ni asbabu tu, kwa maana kwamba kuna baadhi ya wengine huwa wanapenda kutuma, wanapenda kutumia njia hii ya kuchuma. Mti huwa wanaenda na sadaka zao wanaweka, wengine wanaweka hela, wengine kadha kadha, lakini kila mtu na mfumo wake, lakini sisi tunasema kwamba kama kuna eskeba nyakati kama katika wale mti, kauchunguze chini ya mti kuna kitu gani, kwa sababu kwenye miti hii mara nyingi chini ya hii miti huwa kuna vijidudu huwa vina kaa kwa muda. Mwingine anaweza akachukua kipande cha mkate ukakiweka pale kama sadaka, au anaweza akachukua nafaka kama ngano, ukimwaga magi pale punje za ngano, ukasema yeye zuni kuomba na natumia mti huu na uchuma huu mti kwa ajili ya kujikidhia haja zangu kadha kadha kadha, sadaka yangu hii naweka hapa ya hichi chakula iwe sadaka kwa hawa viumbe wanaokaa chini ya huo mti, wanakaa katika hawa mazingira ya karibu na huo mti, hebu Mwenyezi Mungu msaidie, kama viumbe hawa watapokuwa wameridhika kupata sadaka hii wakala, basi Mwenyezi Mungu nakuomba, kama wameridhia hawa viumbe wakaja kula, basi na mimi ya Rabbi, na kuomba nikidhi haja zangu kupitia sadaka yangu hii kwa hawa viumbe. Kisha utamwomba Mwenyezi Mungu anayekaa huu mti, na kuomba kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, na shida zangu kadha kadha kadha kadha, basi na kuomba Mwenyezi Mungu huo mti au hii dawa iwe kama sababu so, ya mimi kukidhiwa haja za kadha kadha kadha, kisha utachuma kwa jina la Mwenyezi Mungu, bismillah, chuma kama sasa, bismillah, sema kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye mtukufu, na chuma mti huo, utachuma yale majani. Then baada ya kuchuma unaweza kutumia katika njia tofauti tofauti, ima unaweza kutumia majani hayo kwa kuyaponda, baada ya kuyaponda unayaanika, baada ya muda yakishakauka unatwanga tena upya upate unga wake utakuwa unatumia ule unga kuogea au unaweza kutumia majani yale yale ukaya ponda ponda au ukaya finyanga finyanga katika kando ya maji ya kuoga, ukawa unaogea. Kwa hiyo matumizi yapo aina nyingi sana, kulingana na vile ambavyo unatakayo kutumia. Au unaweza kutumia ile ukaikausha majani, baada ya ponda ponda ukaunga kwa nachoma ajifukiza pia inaweza katumika. Kwa hiyo the way jinsi ya kutumia unaweza kama mwenyewe utumie katika namna ya aina gani. Hizi ni faida za huu mti wa mmeremere au metameta tumieni katika hali ambayo ya kujitibu maradhi yenu matatizo yenu kwa kutarajia uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kuombe tu kama bado subscribe basi usisahau kusubscribe. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.